Ya misa takatifu Alhamisi, juma la pili la majilio. Somo la kwanza, Isaya sura 41 mstari wa 13 hadi 20. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Mimi Bwana ndimi Mungu wako, ninayeshika mkono wako wa kulia, ninayekuambia usiogope, nitakusaidia Usiogopi, ewe mdudu wa Yakobo, ewe funza Israeli, kwani mimi nitakusaidia asema Bwana, mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Tazama, nimekufanya kuwa gari la kupondea, gari jipya lenye meno makali kuwili. Utaponda milima na kuisaga, utafanya vilima kuwa kama makapi Utavipepeta, upepo utavipeperusha, tufani itavizabaza, nawe utamfurahia Bwana, utajitukuza katika Mtakatifu wa Israeli. Wanyonge na maskini wanatafuta maji wala hakuna, dimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawajibu, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha katika mahali pakavu nitatiririsha mito na chemichemi za maji katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na nchi kavu kuwa vizima. Katika jangwa nitatia mwelezi mkakaya mkingu na mzeituni, katika nyika nitaweka pamoja mvinje na mparamusi na misonobari ili watu waone na kujua, ili waangalie na kutabua ya kuwa mkono wa Bwana umefanya hayo, Mtakatifu wa Israeli ameyaumba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 145 mstari wa kwanza, wa tisa, 10, 11 12 na mstari wa 13. Kitikio: Bwana anafadhili ni mwingi wa huruma na rehema. Bwana anafadhili ni mwingi wa huruma na rehema. Nitakutukuza e Mungu wangu mfalme, nitalisifu jina lako daima na milele. Bwana ni mwema kwa wote na huruma yake i juu ya viumbe vyake vyote. Bwana anafadhili ni mwingi wa huruma na rehema. Kazi zako zote zinakutukuza e Bwana, wachaji wako wanakusifu. Wanautaja utukufu wa ufalme wako, wanauhadithia uwezo wako. Bwana anafadhili ni mwingi wa huruma na rehema, ili wawajulishe wanadamu matendo yako makuu na fahari tukufu ya ufalme wako Ufomo wako ni ufomo wa nyakati zote, na utawala wako wadumu kwa vizazi vyote. Bwana ana fadhili ni mwingi wa huruma na rehema. Enyi mbingu dodosheni chini ushindi mfano wa umande, na mawingu ya unyeshe huo ushindi kama mvua; nchi ifunguke upate kuleta mkombozi. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa kumi na moja hadi kumi na tano. Wakati ule Yesu aliwaambia umati, amin nawaambieni, katika wote waliozaliwa na mna mwanamke hajapata kutokea mtu aliye mkubwa kuliko Yohane mpatizaji lakini katika ufalme wa mbingu mdogo wa mwisho ni mkubwa kuliko yeye. Tangu siku za Yohane Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbingu hupatikana kwa juhudi tu, nao wenye juhudi ndio wanao unyakuwa. Kwa maana manabii wote na sheria walitabiri mpaka wakati wa Yohane, naye mkitaka kuniamini ni Eliya atakaye kuja. Aliye na masikio na asikie. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ee Kristu.